Wagonjwa wa saratani katika hospitali kuu ya Kenyatta wameibua hofu kuhusu uhaba wa dawa, hali inayowalazimu wengi kununua dawa za bei ya juu kutoka maduka ya kibinafsi, licha ya kutumia bima ya SHA. Wagonjwa hao wanasema gharama kubwa ya dawa hizo inalazimu, inalazimika, inamaliza kwa haraka bima yao ya matibabu na kusababisha washindwe kukamilisha matibabu yao. Mnamo Oktoba mwaka jana tulikutana na Agnes Washeke ambaye anaugua saratani ya matiti. Wakati huo, Agnes mwenye umri wa miaka 45 alikuwa amemaliza pesa kwenye bima yake ya SHA na kulazimika kusitisha matibabu. Gharama ya kwenda katika hospitali ya Kijabe na pia kununua dawa ilimshinda mama huyu. Mwaka huu Agnes amerejelea matibabu baada ya bima yake ya SHA kuanza upya, lakini taarifa aliyopata ni ya kuvunja moyo. Nikaambiwa ugonjwa imeenda, nilikataa kudugwa shidano. Sasa imetoka kwa titi, imekuja kwa huku kwa, kwa, kwa huku na kifua. Agnes alihamisha matibabu yake kutoka Kijabe hadi hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ili kupunguza gharama ya usafiri na sasa amelazimika kuanza matibabu upya, huku ukosefu wa dawa katika hospitali hiyo ikimpa wasiwasi wasi, kwani kununua nje itamaliza fedha za bima ya SHA kwenda huko ndio niliambiwa shidano, na hizo dawa nilikuwa nimeandikiwa ya kemo ya kumeza ni elfu mia moja na kumi na tisa na mia tatu. Sasa ninatakiwa shidano kumi na nane SHA imenipatia mia nne Sasa ninajiuliza hiyo mia nne ni kama shidano tatu, hizi zingine zitatoka wapi? Kevin Okoth mwenye umri wa miaka 26, pia anaugua saratani. Kevin anapata matibabu yake katika hospitali hiyo ya Kenyatta na anasema ukosefu wa dawa mara kwa mara unahatarisha maisha yake. Anytime ukienda, utaambiwa tu, dawa hakuna, dawa hakuna, enda. Wakikwambia labda, wakuambia uende Texas ama kama wakuambia enda ununue dawa ulete pia wamelalamikia idadi kubwa ya wagonjwa ikilinganishwa na mashine iliyoko pamoja na wahudumu wa mitambo hiyo. Tangu tukuje ile msuguko, tumesugushwa huko heda ubuku. Siku ya kuona daktari tunaenda, tuna elfu moja na mia nane tuna buku. Daktari naye anatutuma heda utolewe unata, ninataka picha, picha ya roho na hiyo damu sasa nikifika ni huko buku, siku ya kuja kutolewa, every two weeks i pay 1500, hiyo ni ya consultation. Afisa mkuu wa hospitali ya Kenyatta, Daktari Richard Lesiampe, anasema ni aina moja ya dawa inayojulikana kama capecitabine, ambayo haipatikani kwa sasa, lakini ameahidi kuwa itapatikana chini ya saa 48. Emily Chebet, runinga ya yes Citizen.